Hi guys, mambo vipi? I hope mko poa. Kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, leo tarehe 8 Novemba 2025, ipo taarifa kwa umma. Hii inahusu wale ambao walikuwa wanauliza vyuo vinafunguliwa lini, masomo yanaanza rasmi lini kulingana na e, vuta ni kuvute iliyotokea katika wiki ya uchaguzi. Taarifa iliyopo ni kwamba Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia inapenda kuutaarifu umma kuwa kwa mujibu wa kalenda za kitaaluma ya mwaka wa masomo 2025 2026 vyuo vyote vya elimu ya kati na juu vya umma na binafsi vitafunguliwa kama ifuatavyo: Wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanatakiwa kufika vyuoni kwanza, program ya utangulizi, yani orientation program, kuanzia tarehe 17 Novemba 2025, kabla ya kuanza rasmi masomo, huku wanafunzi wanaoendelea na masomo, yani wanaoendelea, wanatarajia watarejea vyuoni kuanza rasmi masomo kuanzia tarehe 24 Novemba 2025. Aidha, wizara inawahimiza wanafunzi wote kufika vyuoni kwa wakati, kufuata ratiba zilizopangwa na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kitaaluma. Tunawatakia masomo mema. Taarifa hii imetolewa na Katibu Mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Hivyo wale mliokuwa mnauliza vyuo vinafunguliwa lini, basi taarifa ndiyo hiyo. Muhimu zaidi, endelea kusubscribe chaneli hii. Asante sana.